So, d mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba Wakenya wanasubiri hotuba kwa taifa kutoka kwa rais uh, William Ruto mwendo wa saa nane na nusu, lakini kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba rais ana kibarua cha kusema na kutenda, kwani wananchi kwa hivi sasa wanasema hawana muda wa maneno, wanataka vitendo. Na ndani ya studio niko na wageni kama dawa, kama kawa, niko naye Jervas Bigambo, mtazamaji, ambaye ni mtaalamu wa uongozi, na pia vile vile John Kamau ni mwenyekiti wa chama cha NGA. Martin Chomba ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na pia vilevile vile stengeri ni mfanyi biashara hapa jijini Nairobi. Lakini hebu tusikie Wakenya huko nje wanasemaje. Moja kwa moja, tunaenda katika kaunti ya Samburu, tukiwa naye Boniface Baraza. Wakenya wanasemaje na matarajio yao ni yepi siku hii ya leo? Macho yote yanapoelekezwa bungeni kumsubiria uh, kumsubiri uh, ama kusubiri uh, uwepo wa Rais William Ruto kufika katika majengo ya bunge uh, ili kutoa hotuba yake kwa taifa uh, adhuhuri ya leo mchana um, wa leo. Wakenya wana matarajio gani katika hotuba yake Rais itakayokuwa inawasilishwa kwa taifa mchana uh, wa leo? Tunasema na wakazi wa Gatuzi la Samburu uh, kuliweka swala hili kwenye mizani. Hivi Rais majira ya saa nane atakuwa mwenyeji bungeni kutoa hotuba yake kwa taifa. Unatarajia nini kwenye hotuba yake ya rais? Kwa hotuba ya rais uh, leo uh, tunatarajia ataje maneno yale muhimu kwa Wakenya, isiwe tu ni political statements mm-hmm. Kitu ile ningeomba sana aongee kuhusu corruption, aongee kuhusu economy vile iko juu sasa. Hii serikali iliyoko imeomba sana na wakati walianza kwa manifesto yao ya kwanza walikuwa wanasema wanataka kupunguza ndeni, lakini ndeni imeenda sana. Aongee kuhusu education, aongee vile pesa itakuwa inafika kwanza shuleni kabla ya watoto wakufika, isiwe ni ile sasa pesa imekuja kama saa hizi. Aongee kuhusu health, hospitali nyingi Kenya hii hakuna mandawa aongee vile sekta iko, aongee kuhusu mishahara sana sana, hii kuna hawa walimu wa, wa, wa, wa, wa JAS. Uh, katika hotuba yake unatarajia kwamba hotuba yake rais tangazia ya kipi, na katika utawala wake ameweza kufanikisha kipi? Asante uh, sana bwana Barasa. Uh, bado ni yule Meshack, labda expectation zetu ambazo tuko nazo kuhusu hotuba ya president siku ya leo Jambo ambalo ni la kwanza na ni muhimu ni katika hali ya ikonomi ya nchi. Ikonomi e, ya nchi haijakuwa kuwa nzuri sana, kidogo watu wamefinyika, na haswa na hata kibiashara, kifedha, mfukoni bado hatuko sawa, mfuko haujaingia kitu kama alivyotuahidia. Angalia uchumi ya Kenya vile imesoroteka, akaweza kutengeneza uchumi wa Kenya Three. Ukiangalia katika sarabu ya Kenya sasa, imekuwa haina maana ukiwa na elfu moja ni kitu haina maana, aweze kutengeneza uchumi sarabu ya Kenya ikaweza kukua na falu alafu ya ine anapoangalia watu kule nje, sisi kama Samburu tungeomba ya kwamba atuangalie sisi. Security ya Samburu bado tunaona, bado tunaumia hapa na pale. Unapotupea sisi wana KDF wakuja waka, wakaweza kufanya kazi tutashukuru kama rais, asante sana. Ndizo kauli ambazo zinaibuliwa na wakazi wa gatuzi la Samburu wakichangia kwenye e, mdahalo mzima a, wa hali ya ngojangoja. Macho yote yakielekezwa bungeni kusubiria hotuba yake rais William Ruto kwa taifa majira ya saa nane mchana wa leo. Wana matarajio chungu nzima na kile ambacho kinasubiriwa ni kuona kama kweli hotuba yake rais itakuwa inaangazia masuala tata yanayozidi kuathiri Wakenya kila kuchao rusu ni cheki koma Nam uh, shukran sana Barasa, kama mmeweza kusikia, wageni wangu ndani ya studio, ni kwamba tunatarajia kusikia mafanikio na pia vilevile vile changamoto ambayo serikali hii imeweza kupitia. Lakini kwa wageni wangu ndani ya studio, nataka tuangalie on a scale of 1 to 10, uh, upande wa mafanikio, jue mnahisi serikali hii ya sasa imepata mafanikio kwa kiwa, kiwango gani. On a scale of 1 to 10, tukianza na wewe John. Asante sana kwa sababu ya kutukaribisha katika Citizen TV ili tuweze kuzungumza kuhusu wanachokitarajia wa Kenya kutokana na hotuba ya rais kwa taifa siku ya leo. Kawaida tunaposikia kwamba rais atahutubia taifa, unatarajia kwamba yaliyo ya umuhimu kwa wananchi ya hayatatajwa, yasiyo ya umuhimu yatajwe. Mm -hmm. Na kwa hiyo kwa matarajio yangu kwa hotuba ambayo rais atatoa haitakuwa tofauti na kile ambacho amekuwa akifanya kwa muda mrefu. Ninatarajia kwamba ile uh, mbolea ya bei rahisi iweze kusifiwa sana mm. kana kwamba mvua ijakuwa na nafasi yote kwa manufaa wa Wakenya <laughs> no. vile vile ninatarajia, okay ya kwamba aweze kusifia sana Wizara ya Afya kana kwamba madawa yako katika hospitalini mm. kana kwamba kuja kuwa na mgomo wa wauguzi wala madaktari John, kurudisha kidogo. Nasema kwa upande wa mafanikio, tunasema serikali imeweza kutoa mafanikio. On a scale of 1 to 10, unaipatia hii serikali asilimia hiyo ja ninayokuambia. Natumia, natumia style yangu, natumia style yangu kuelezea. Tutaenda huko kwa style <laughs> Nitataka kujua moja, kipengee kimoja baada nyingine Mbili. Mbili. Yeah. Nawe Javas Bigamu, uh, Lulu asante, kama ni kumpa alama uh, moja hadi kumi, nitampatia pengine sita nukta tano mm -hmm. Kwa sababu ambazo katika majadiliano na makadirio ya leo nitaweza kueleza bayana, tutai, tutai, uh, he, mama kwa asante sana kwa kutukaribisha hapa eh, kwa kumpatia eh, alama alama, nitampatia tano Tano. Na kwangu pia nitampatia asilimia hamsini. mm hiyo -hmm. uh, ni five out of ten. Yeah, five out of ten. Okay. Tumeweza mm -hmm. kupata 2, 5, 5, 6.5. Labda tukianza na wewe John. Kwa nini unasema kwamba unampatia asilimia ndogo zaidi kana kwamba hakuna jambo lolote ambalo umeona serikali imeweza kufanya? Mbili ni ukarimu wa kutosha. Sababu, so <laughs> nilikuwa nimpatie sufuri lakini, mm -hmm. mbili nikuonyesha kwamba tungali hai kumaanisha kwamba kuna kitu ambacho wamekifanya lakini, uh, miaka ambayo imepita mitatu ukilinganisha matarajio ya Wakenya na kile ambacho wameweza kuafikia kama rais pamoja na serikali yake kweli kabisa, kutokana na hata yale ambayo tunasikia kutokana na wananchi wa Samburu mm -hmm. Ya kwamba kazi ipo ya kufanya na tumekuwa tukimsikia rais kuliko vitendo ambavyo tumekuwa tukiviona, ndiposa nitangulia kwa utangulizi wangu wa kusema ya kwamba hata katika hotuba ya leo, matarajio ya Wakenya ni kwamba haitakuwa tofauti sana kile ambacho amekuwa kufanya kusifia kujipigia inaitwaje, kujipigia debe. Ee debe, kujipigia debe, hakuna kingine ambacho tunatarajia siku ya leo isipokuwa hicho mm -hmm. Na niseme ya kwamba kumekuwa na changamoto nyingi sana katika taifa la Kenya ambazo zinanifanya mimi nikose kuifikisha tano mm -hmm. Moja ya tatizo ambazo ninataja ni kwamba kuna hiyo hali ya mahospitali zetu, tumekuwa na tatizo nyingi sana unakumbuka ya kwamba chini ya uongozi wake tumekuwa na mgomo wa wauguzi kwa muda mrefu sana, ikafika mahali yaani ikawa ni kama serikali imesema kwamba wauguzi wanapaswa kurudi katika hospitalini huku Kenya. mm -hmm. Vile vile tumekuwa na mgomo wa madaktari chini ya uongozi wake ukiangalia hali katika mahospitali e, mengi katika nchi utagundua kwamba wananchi wanalia kwamba hayana madawa, huduma zimedorora kabisa. Mfumo wa SHA kweli, utamsikia leo akisifia SHA kana kwamba NHIF haikuwahi msaidia yoyote wakati ilikuwepo ukiwasikiza wengi wananchi, kwa sababu hizi bima zote haziletwi kwa sababu ya rais, zinaletwa kwa sababu ya wananchi wa kawaida. Na ukiwasikiza wengi, nitokako kule Njoro Nakuru, unasikia kwamba wanalia, kuna tatizo la, la kushughulikia katika SHA, ila wao wakizungumza wanazungumza kana kwamba inafanya asilimia vile vile. Kuna tatizo la corruption, ama e, ile uharibifu wa mali ya umma ambayo si, ninajua kwamba imekuwa ni donda ndugu chini ya uongozi wa Rais Ruto, ambayo kweli leo Wakenya wangetaka kusikia akitaja. Yeye hatataja, hatataja vile ambavyo serikali yake imepiga hatua, vile ambavyo waliweza kuwaapisha wale majaji ambao hawako wameapishwa, kana kwamba tangu majaji hao waapishwa kuna kicha mno ambacho wameweza kufanya kuondoa ile corruption ambayo imekuwa katika nchi ya Kenya. Na mwisho kabisa, ambacho inafanya nimpatie chini ni hali ama, uh, ile imekuwa kandamizaji wa haki za kimedana katika taifa la Kenya. Hicho ndicho ambacho mkenya wa kawaida anataka kusikia sana, kwa sababu bila ya uhai hakuna ki, ambacho kina maana kwa mtu mm -hmm. Ni, ni kifa leo, haijalishi utajenga hospitali utajenga shule, hiyo haijalishi mm -hmm. Na ukiangalia chini ya uongozi wake isipokuwa ajali za barabara ambazo zimeshinda mauaji ya wakenya mm -hmm. serikali ya Ruto inamfuata kwa karibu kwa mm -hmm. sababu so, utapata ya kwamba wakati tumekuwa na maandamano, watu wengi sana wamewaa, hasa vijana. Kumekuwa na utekaji nyara, hivi majuzi tumepata ya kwamba wakenya wawili wametekwa nyara na serikali na hiyo inaleta sasa katika diplomasia chini ya uongozi wa serikali mm -hmm. ya Ruto unapata kwamba Wakenya wametekwa nyara na serikali jirani ya Uganda mm -hmm. na ilikana ya kwamba ama iliweza kukanusha ya kwamba wamewateka nyara lakini baadaye unapata kwamba okay. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anajitokeza kana kwamba ni mzaha kusema kwamba amewatia Wakenya kwa zaidi ya mwezi mmoja kwenye friji bila ya serikali kusema chochote. Na vilevile vile unapata kwamba kuna wale wa Kenya ambao hasa vijana ambao wanaumia katika nchi za Urusi kule wakipigana vita ambazo haziwahusu. Unapata kwamba kuna taarifa ambayo ilitolewa vilevile vile kuhusu Wakenya ambao wanaumia katika nchi za ugaibuni mm, hasa wamama ambao pengine wanaenda wanapata watoto nje ya ndoa kule, unapata kwamba kuna matatizo mengi. Serikali inafanya nini? Kubweka bila meno, hawezi kung'ata. mm -hmm, wanatuambia tu na kujipendekeza, na nilisikia kwamba katibu mkuu masuala ya nje mm -hmm, akisema kwamba tunatoa tunatoa kauli za Museveni mm -hmm, uh, nje ya context uh, mm -hmm. Lakini Museveni tunamjua kwa miaka mingi, amekuwa rais kwa miaka mingi, habweki bure, hafanyi hafanyi hafanyi hatoi kauli tu kwa sababu ya kutoa, anapoweza kutoa zile zinaitwa onyo ama ku threaten nchi ya Kenya mm -hmm, anamaanisha. Lakini sioni kama hii serikali kabisa ina ina idea ama kweli kabisa wamejipanga kupambana na yale ambayo yanahusu Wakenya. Naam, kwa hivyo unasema kwamba chini ya uongozi wa serikali hii kidogo kuna udhaifu upande wa kidiplomasia, diplomasia mbovu, sekta ya afya mbovu, sekta ya uchumi mbovu. Utasikia leo akitamka manamba ni kama wakenya wamekuwa kikula manamba <laughs> Utasikia akitaja economy imetoka wametoa inflation kanakwamba kwamba Wakenya wamekuwa kila namba. Mm. Wakenya wanataka kusikia uhalisia wa mambo yalivyo. Si hadithi tu za rais. Wanataka mm -hmm. kuambiwa kwamba hamjekuwa mkipata chakula kwa sababu hiyo ndio hali. Yale manyumba leo utasikia akisifiwa kana kwamba hakuna usquota chini ya Rais Ruto. Na kweli ni kwamba hayo manyumba hata waliopewa leo hii leo hii unapata kwamba zime, zimegeuka kuwa ya Airbnb haziwasaidii mm -hmm. tena ambao walikusudiwa kusaidiwa. Mm -hmm. Na ni kusudi la mm -hmm. hii serikali ya kwamba wanaomiliki yale manyumba leo hii ndio waliokusudiwa kumiliki yale manyumba, kwa sababu mm -hmm. kuanzia mwanzo ilikuwa ni modeli ya biashara, haikuwa mm -hmm. ni modeli ya kutoa huduma kwa Wakenya. Ni kwa maneno tu, lakini kwa matendo tunajionea. Sijui Javas kama unakubaliana na maneno ya Johnson Alex, John, Alex amezungumza na nimemsikiliza kwa kina. Mm -hmm. na sijui kama ameweza kuwa akizuru Kenya kwa sababu ni kama anaishi nje, lakini anazuru Kenya mara kwa mara na si mkashifu tu hivyo kwa, uh, kwa njia ambayo haina uzito, uh, wa ushahidi mm -hmm. Siku ya leo Mheshimiwa Rais atatoa hotuba ya 13 kwa taifa tangu kuanzishwa kwa ugatuzi hapa nchini Kenya. Mm -hmm. Hotuba uh, uh, hiyo itakuwa ya 13 na ukiangalia anashurutishwa hivyo na katiba, hatiba ya Kenya mm -hmm. Ibara ya 132 ibara mm -hmm. ndogo ya pili, kwa sababu katika kutoa hotuba hiyo, kwanza ni utiifu wa katiba mm -hmm. tukianzia hapo mm -hmm. pili, yanayokusudiwa ni kwamba ataweza kujieleza na kueleza pia mm -hmm. jinsi ambavyo serikali yake imeweza kutekeleza na kuwajibika kwanza, katika maswala ya utendakazi, maswala ya uadilifu no. katika maadili ya utawala na uongozi mm -hmm. na pia uwajibikaji wa taifa la Kenya katika maswala ya kimataifa mm -hmm. kwa sababu ya mikataba ambayo serikali ya Kenya imeweza kutia sahihi, na hiyo yote ni kwa misingi ya sera na katiba ya Kenya lakini sitaki kuingilia sana masuala ya kisheria. mm -hmm. Uh, kwa sababu maj majadiliano haya ni kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. Kakangu hapa ameweza kusema kuwa mengi hayajafanyika, iwe ni katika sekta ya afya iwe mm -hmm. ni katika sekta ya miundo mbinu kadhalika, ingawa ningeweza pia kumsihi kakangu hapa mdogo wangu aweze kupata nafasi na kuweza kuisoma katiba ya Kenya kwa uadilifu na uelewi mkuu, kwa sababu ukiangalia maswala ya afya, japokuwa ni maswala ambayo yako chini ya, ya uh, uh, uh, uongozi wa Rais William Ruto katika maswala ya uelekezi wa sera, maswala ya afya yamegatuliwa. mm -hmm. Akisema kwamba kwa mfano katika hospitali mbalimbali hakuna madawa, nadhani kwamba pengine kakangu hajaelewa kwamba maswala hayo yako chini ya magavana. mm -hmm. maswala ya hospitali lakini kubadilisha sera kwa mfano, mfumo wa SHA, hiyo imeongozwa na serikali ya kitaifa chini ya Mheshimiwa Rais William Ruto, lakini kama ni usimamizi wa hospitali ni majukumu ya magavana. Lakini kidogo, Javas, nitamtetea John. John hamaanishi hatuingii sana deep kwa katiba, anasema huenda yale rais atakayozungumza hii leo ni kana kwamba labda ye yuko kivyake. Either way hata kama havi, havi owani, lakini lazima wafanye kazi pamoja, utakuta kwamba labda hotuba yake itakuwa inasema kwamba ndio hospitali kuna madawa, lakini je, information inamfikia kwamba hospitali kadhaa hazina dawa. Sasa I think hapo, ama atakuwa nimekosea John. Ndiposa ni muhimu sana kwamba katika hotuba ya mheshimiwa rais na tumai kwamba kutakuwepo na ule uhuru na uwazi akijieleza. mm -hmm. Na pia mbali na kuweza kueleza kuhusu malengo, azimio aweze pia kueleza changamoto ama visiki ambavyo vipo katika kuweza kuwezesha serikali iwe serikali ya kitaifa ama zile ambazo ni za zilizogatuliwa. mm -hmm. Katika kuwajibika kwa wananchi na kutekeleza majukumu yao, kwa sababu ukiangalia katika ibara ya sita, ibara ndogo ya pili katiba inakusudia kwamba kutakuwepo na ushirikiano wa karibu kati ya serikali ya kitaifa no, na serikali zilizogatuliwa. Kumbuka kwamba pia Mheshimiwa Rais ni mwenyekiti wa Summit. Mm -hmm, na naibu wa rais ni mwenyekiti wa IBEC, Intergovernmental Budget and Economic Council. Mm -hmm, na hizi ni nafasi ambazo lazima kuwepo na uwiano, ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na zilizogatuliwa. Ni kweli kwamba mheshimiwa rais lazima aweze kuwajibika na kujieleza leo bayana kabisa mm -hmm, kuhusu kwa mfano mambo ambayo ameweza kufanikiwa ama kufanikisha chini ya utawala wake mm -hmm. kwa mfano najua itakuwa ni wazi atajieleza kuhusu uh, masuala ya miundombinu uh, jinsi ambavyo kwa mfano wanakandarasi wameweza kuwezeshwa kutekeleza ujenzi kama ni wa barabara wa madaraja kadhalika, mm -hmm. Na pia jinsi amevyojieleza hizi siku zilizochache zilizopita kwamba kuweze kuwepo na hifadhi ama hazina ya kitaifa ya miundo mbinu mm -hmm. ili kwamba iweze kusaidia jinsi ambavyo nchi inajitegemea katika kuwezesha maendeleo katika miundo mbinu ya taifa mm -hmm. Jambo lingine ni kwamba swala ambazo, ambalo kakaangu ameweza kuzungumzia swala kama la nyumba ambazo, ambazo, ambazo za bei nafuu affordable houses na tayari kitu ambacho ni lazima tuweze kukubali ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza sema kwamba hajasadikika kwamba kumekuwepo na hatua ambazo zimechukuliwa kujenga nyumba za bei nafuu. Kuna changamoto, ndiyo kweli. Sasa tunategemea kwamba rais aweze kusema kama kumekuwepo na changamoto. Kakangu amesema kuwa kuna wale ambao wameweza kununua nyumba hizo na wakaziondoka, sasa ni nyumba e, za kukodisha. Mm. Je, inastahili kwamba pale ambapo mtu umenunua nyumba tena serikali ikuje iwe inaanza kuchunguza kwamba je, unaishi kwa hiyo nyumba kila siku ama hapana? Unajua, japokuwa inastahili kwamba nyumba za bei nafuu ziwe ni nyumba huru za mkenya wa kawaida mm, na nadhani kwamba hata zile ambazo zimenunuliwa ni za Wakenya wa kawaida pia. Wakenya ambao wana uwezo wasiwe ni watu ambao wana uchoyo kwamba wanawafungia watu ambao wanastahili watu wa bei wa kawaida ambao wanastahili kununua nyumba hizo wasinunue. Kwa hivyo kuna masuala ambayo tunatarajia kwamba serikali ya kitaifa ishughulikie na iajibike, na kuna mambo ambayo sisi wananchi wa kawaida mm -hmm. ni ulegevu na upungufu wetu ambao wakati mwingi tunalimbikizia serikali. Hapo kwa ulegevu tutarudi tena baadaye. Javas kwa mama Esther, matarajio yako ni yapi siku hii ya leo? Okay. Wewe kama mfanyabiashara? mimi kama mfanyabiashara ambaye naishi hapa Nairobi ningependa kwamba akaweze kupendekeza ni kwa nini mm-hmm, biashara zetu ambazo tunazitegemea sisi kama um, wamama na kwa wanaume ambao tuko chini wa baba na pia vijana wamejituma pia kwenye biashara, lakini unapata kuangalia kwamba tunapoweka pesa kwenye biashara unapata kwamba matumizi ni mengi sana, na kwenye biashara hizi vyombo ambavyo tunavinunua ili tuweze kuuza ni vya ghali mno. Ukiviweka pale kwenye soko yako unapata kwamba viendi mm -hmm. kile unachotoka nacho kwenye soko ni chakula tu ya mtoto saa hizi, Mkenya ambaye ako chini kwa hakika, tunaumia zaidi. Tuko kwa ule uchochole ambayo tukukua tunategemea. Lakini mama Esther, si nyinyi ndio mliopewa kipaumbele zaidi? Tulipewa kipaumbele, lakini alisema pesa mfukoni, lakini kwa sasa pesa hakuna mfukoni tena. mfuko mm -hmm. zimekauka mm -hmm. mfuko zimetoboka kwa sababu ya kuwekelea ile pesa ambayo unaiwekelea pale ukitarajia kwamba nitatoa chama kama mwanabiashara, chama ndio inakuanga mshahara ya mwanabiashara, nitaweza kuelimisha mtoto na nitaweza kulisha watoto wangu. Lakini unapojipata kwamba hata kwa chama ulitoka mm -hmm. Stock ulikula hakuna, je, utabaki ukiwa mwanabiashara mwenye furaha kweli? mm -hmm. Pale kwa biashara ningelitaka kwamba atimize ile ndoto aliyosema kwamba mama mboga ataweza kufaidika. Kwa hakika una, unasikia kwamba ati kuna wale wenye wamefaidika kama wa mama mboga. Wa mama mboga wengi hapa Nairobi na mimi naongea kama mzazi wa Nairobi mm -hmm. Sio wote wamefaidika mm -hmm. Na wale ambao wamefaidika, mi ningelitaka kwamba awaweke siku moja, aweke uwazi, aseme hawa ndio wamefaidika na uonekane kwamba wamefaidika kwa hii njia mm -hmm. kwa sababu tuko na uchungu sana sisi kama mm -hmm. kina mama. Mm -hmm. Na the reason why ninaunga ndugu yangu mkono, sisi serikali zilizokuwa hapo awali tulikuwa tunaona kwamba president akisikia mali hata aone kwenye news ama asikie kwamba kuna watu mali fulani wanaumia, alikuwa anakimbia pale na anaokolea kwa haraka sana, lakini sijui ni kwa nini asiweke kipaumbele na kuongelelea kwamba kwa uwazi kwamba ikiwa mama anaweza kufungiwa hospitalini ati kwamba bili ya hospitali amekosa pesa, na hapo awali tulikuwa tunaona mpaka women reps walikuwa very swift. Mm hata -hmm. Sitawataja kwa majina mm -hmm. Ulikuwa na kwenye rununu wa mama wamefungiwa hospitali kwamba wajalipa bili mm -hmm. Na sio kwa kupenda ni kwa ajili ya maisha vile iko maisha mm -hmm. ni ngumu mm -hmm. Hapa chini ni kugumu, ni vile tu Wakenya hawawezi tokea hapa wote waseme Dabu. Lakini mi naongea kwa niaba ya wazazi, tuko na uchungu hatukutegemea okay. Hiki kutoka kwa president wetu mm -hmm. Na ndiposa tunataka atufafanulie zaidi ile miaka na ule muda ambao umebaki Je, atafanya nini, nini? Okay. Because it is too much. Kwa hivyo unasema ana muda pia wa kurekebisha, ambapo lakini muda umekwisha mahali mkomati umuda. Mchomba, <laughs> wewe kama <laughs> na, wewe kama mtaalamu wa masuala ya kiuchumi unatarajia nini kutoka kwa rais hotuba yake siku ya leo? Asanti sana, Lulu. Um, mimi natarajia kwamba rais ataongelea kuhusu na ni matarajio tu si, mm -hmm. Siko na uhakika e, ashatengeneza hotuba yake. mm -hmm. Mimi nataka kuongea kuhusu ile tunaita worms eye view zangu. Uh, uh, kaka wangu wameongea kutoka bad eye view. mm -hmm. Na nataka kuongelea kwa mali yameachia uh, mama yetu kwamba hi, nchi yetu saa hizi iko na shida na ile shida tuko nayo, huwa kitu cha kwanza mimi husema, mgala muue lakini haki yake umpe. Hmm. Kuna mambo kadhaa uh, rais amejaribu kutengeneza, lakini hayajafikia haya, haya, mahali ya kupatia mwananchi nafuu. Uh, kitu ya kwanza naweza mpongeza ni kwamba tumekuwa na stable interest rate for some time. ile yeah. Uh, kitu uh, tuliweka G2G kwa mafuta imesaidia sana ku stabilize uh, the price ya dola yeah, kwamba yeah. Wale watu wanafanya importation hawaumii sana, vile tungetoa G2G ingeenda juu. Lakini sasa shida yenye tuko nayo ni kwamba uh, Lulu, wakati tunasema mtu anasafiri safiri uh, na anasafiri na ndege, anatoka hapa anaenda Mombasa. Ukienda pale uwanja wa ndege uambiwe kwamba hii ndege iko sawa 50%. Mm -hmm. La 50% ndo haiko sawa, hautapanda hiyo ndege, hautapanda si ndio? Mm -hmm. Wakati mgonjwa mm -hmm. wakati unasikia mtoto haendi shule kwa sababu ni mgonjwa, si kwamba eti anaumwa na mwili wote, maybe ni hii kindole tu, lakini imefanya asiende shule mm -hmm. Hivyo ndivyo economy yetu iko, na mahali inauma sana ni kwa vijana uh, leo uh, watu wengi wale wanaenda kufa, kusaidiwa tunataka wasaidiwe na shaa, wanaenda kusaidiwa na shaa kwa sababu wamepata blood pressure na sukari uh, diabetes, kwa sababu ya watoto wao. Mm. na watoto wao ni wakati mzazi amekaa hako katika miaka ule umri wa miaka 60 ha, hajali kwamba hajanunua nyumba hajanunua gari mm. hajanunua shamba anajali kwamba mtoto wangu atakuwa namna gani? Kuna mm -hmm. wakati unakuja huu, anaambia marafiki zangu, kuna huo wakati unakuja mm -hmm. kwamba hutajali ni nini hujafanya, utajali kwamba huyu mtoto wangu atakuwa namna gani, na hiyo ndio itafanya mzazi aanze kumeza dawa za sukari, aanze kumeza dawa za, za pressure za, za pressure. Mm -hmm. Kwa hivyo Rais Ruto leo kama atataka kusaidia Kenya ni afikirie cha, cha muhimu kwamba watoto tutawasaidia namna gani? Kwa sababu gani leo we are a country that is doing well from what we call the macroeconomy. Mm -hmm. Huku juu tuko sawa, nchi yenye in financial institutions na multinational corporations ndo zinatengeneza profits. Mhm. Mm. Inafaa kukuambia kwamba kuna kitu chenye si sahihi katika hiyo economy. Mm -hmm. Leo tuko na 7.2 million SMEs. Mhm. Mm. It is the easiest kazi ya serikali huwa anasema mara kwa mara si kuajiri watu. Hata tukiajiri serikali haiwezi ajiri, ajiri watu. Kila mtu. Ni kufanya uh, level playing ground ya, ya private sector. Mm -hmm. Leo tukistimulate economy ya hapa chini kwamba wafanyikazi kazi wa lejaleja waajiri kila mtu extra two people tutakuwa tumepata nafasi za kazi milioni kumi na nne na tutakuwa tumesort vijana sana. Kwa hivyo matarajio yangu leo, ningetaka rais aangazie kitu cha maana, kwamba kitu cha kwanza cha maana ni kitu inaitwa digital economy. Leo Lulu, hichi kiatu nimevaa leo, nilikuwa naenda kununua hapa town, lakini Le, juzi nimeletewa tu mm. kwa nyumba nimeletewa mm. na mtu, kwa hivyo mwanabiashara mwenye amrengojea, nilienda nikamnunulie kiatu town, atasema kwamba hakuna kazi mm -hmm. lakini ni kwamba economy yetu has panned ime imetoka kwa ile tunaita analog to the digital economy mm -hmm. Unfortunately watu wengi hawajui. Leo tunaongea mambo ya digital economy, lakini other than the sparing na pronunciation, watu wengi ukiwauliza, digital economy ni nini, hawawezi kuelezea mm -hmm. kwa hivyo, Rais ningemwomba kwamba serikali wanafaa kufanya juu chini kuangazia wakati mnaambia kwamba digital economy is creating more millionaires than any other revolutions combined, ni nani hawa mnaelezea? Yani, twende na wakati, eh, twende na wakati kwa sababu kuna watu wengi sana lika ya John wamefanya wamefanya degrees kwa university the normal degrees, lakini anatoka kwa university anakuja kwa job market, anakuta kwamba job market imetoka hapa, sasa iko kwa AI and digital economy. Ako na degree yake ya agriculture but he does not understand how to augment it with the level of in the world leeheb mm -hmm. Unamkuta ako frustrated na hata kile kwa... amacho amefundishwa pia hakioni hakioniakioni mm -hmm. Kwa hivyo lazima itafika mahali kwamba take it as a deliberate and conscious effort kama serikali kuwajuza ama train hao watu into the digital economy. Kichu cha pili na ningetaka rahis aongelee kwamba tunafaa kuwa na mkakati kwamba mambo ya digital economy ianze kufundishwa shule as a subject. Vitu mbili lulu nasema zifundishwe shule mm. Kitu cha kwanza katiba ya Kenya, katiba ya Kenya mtoto akienda ile tunaita grade 6 uh, grade, akipita grade kutoka grade 7 kama anaelewa the parts of an insect <laughs> iko <Atithorax, laughs> na mguu ngapi, anaweza elewa katiba ya Kenya. Kabisa. na wakati tutaattain critical mass yenye iko na knowledge ya mambo ya katiba na economy, tutakuwa na katika nafasi bora kwa mm -hmm. Hivyo kwangu natarajia kwamba rais ataangazia vijana mm -hmm. akiangazia vijana, tutakuwa tumesorti maneno yote, kwa sababu wikelele yote unasikia mm -hmm. yenye watu hata hawarecognize kamba kuna infrastructural development anafanya kama anafanya kama akina talanta mm -hmm. nzuri, barabara ni nzuri, lakini wakati mama anapika na watoto wamekuwa jaa siku mzima, au anawarushia, anawapatia kitu kidogo wakulage, ndo waweze kungojea iki chakule, chakula chenye anapika, hmm. Otherwise, watoto watalemewa na utu, wakati unamaliza kupika utakuta watoto walikufa wali ja hmm. Ndio umesema kina John Kamau hawaoni ukubwa hawaoni ukubwa kwa sababu <laughs> shida yenye yuko nayo unajua, unaona hiki kidole kikiuma ukifinywa hii na pliers, hata <laughs> upewe chakula gani tamu na hiki kimefinywa, utasikia hmm. tu si chakula until iachiliwe Uh, ay asante sana Martin Chomba, mtazamaji, ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi. Kwa hivi sasa napumzika kidogo, lakini tumeweza kusikia maneno mengi ambayo wamesema, ama matarajio yangependa yaguswe na Rais William Ruto. Tuzungumzie masuala ya uchumi, tunataka tuzungumzie masuala ya elimu, afya, usalama, mambo ya diplomasia na pia vilevile, bwana Chomba ameongeza digital economy. Mtazamaji, napumzika kidogo, na baada ya muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi.